Naam, hayawi hayawi yamekuwa. Msikilizaji wangu, hujambo? Bila shaka, natumai hali yako ni njema, mfuatiliaji wa simulizi zangu. Kumekuwa na ukimya mrefu tangu pale nilipokuacha nikikwambia narejea jikoni, na sasa nimerejea tena kwa ajili ya kuanza tena kukuendelezea simulizi zangu za kifasihi zenye mvuto na mnato wa kifasihi. Kwa maneno haya ya utangulizi, najua utakumenielewa na kuanza tena safari mpya ya simulizi zangu pamoja nami, na simulizi ambayo itatuchukua miezi kadhaa, inaitwa sitasahau usiku ule. Kukualika ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali. Nasema tuianze safari hii pamoja. Ilikuwa ni kawaida kwa sisi sote kama familia kuweza kukaa jioni baada ya chakula cha usiku huku kukiwa na zamu ya nani ataweza kutafuta magogo ama kuni kwa ajili ya moto wa usiku, ambapo hapo kulikuwa ndipo uga ama uwanja mzuri wa kupendeza kusimuliwa hadithi za miaka na mikaka za mababu zetu, na hata kuweza kujua mfululizo wa koo kwa maana kwamba huyu alimzaa nani na hata kujua aliyemzaa baba, jambo ambalo lilileta umoja mkubwa kama familia. Usiku huo ulikuwa ni giza tofauti na siku nyingine, ilikuwa kama vile mvua inaweza ikanyesha. Lakini nuru ya moto tuliyokuwa tumeuwasha na kuni, magogo yaliyokuwa yameandaliwa pale, ili tusije kukatishiwa hadithi zetu kwa sababu ya kukosa nuru, uliweza kusaidia kumulika eneo lote tulilokuwa tumeketi, huku baba ambaye alikuwa ndiye mwenye zamu ya kusimulia hadithi siku hiyo akiwa ametulia tuli huku sisi watoto kila mmoja akimsihi mwenzake kuwa na utulivu, kwani baba alikuwa na sheria yake kwamba kama kuna mtu atakosa utulivu, basi yeye anaaga kwamba anakwenda kulala na siku hiyo tunakuwa tumekosa hadithi. Du, hilo hatukutaka litokee kwa yeyote yule. Kwa hiyo hata tangazo la baba aliposema kwamba mnapaswa kutulia, kila mtu alitulia tuli kama maji ya mtungini, akisubiri kwamba baba siku hiyo ametuandalia hadithi gani. Na baba, baadhi ya hadithi zilizokuwa zikitolewa naye ni zile ambazo wakati mwingine ukizifuatilia, alikuwa anazitunga papo hapo kwa ajili ya kuturudi tabia zetu, na tulikuwa tukitazamana usoni pale ambapo nakuta hadithi hiyo labda inamlenga mmoja wa wadogo zetu, pale kama ni kikojozi, ama ambaye huwa anachelewa kuamka na ambaye huwa analialia usiku. Hayo ni maneno aliyoyatoa Mliti mtoto mwenye umri wa miaka kumi na miwili akirejea maisha yao na hayati baba yake pamoja na mama yake mpendwa, akiwa mbele ya mimbari ya polisi akielezea kile kilichotokea wakati baba yake na mama yake walipovamiwa usiku huo na watu wasiojulikana, na kisha kuwakatakata kwa mapanga na kuondoa uhai wao papo hapo. Mliti alikuwa na wadogo zake wawili pamoja na dada yake Mweri, ambaye siku hiyo hawawezi kuisahau wote hata yule mdogo wao mdogo maana alishuhudia, huku macho yakiwa yamemtoka, wakiwa wamemfumba mdomo kule walikokuwa wamejificha, kwani wauaji hawa lengo lao ilikuwa waiteketeze familia. Katika sauti za wale waliokuwa wameficha nyuso zao wakiteketeza unyama huo kwa familia ya Mliti, ilikuwa ni kwamba wao walikuwa wanadhani hakuna mtu ambaye angeweza kuzitambua sauti zao na hasa walipuuza uwepo wa watoto hawa wadogo, wakaona hakuna ambalo lingeweza kuwa ushahidi. Lakini uchunguzi wa awali wa polisi wa kuangalia nyayo za wale wauaji katika siku hiyo ambayo kulikuwa na manyunyu, ambapo mtu kikanyaga nyayo zilikuwa zinaacha alama, ilikuwa ni akiba ya ushahidi waliokuwa nao polisi, lakini wakisubiri tu watoto hawa waweze kuongezea kutoa kile ambacho walikijua kutoka kwenye siri ya mtungi. Msikilizaji wangu, Mliti akiwa hapo, wadogo zake ambao hawakuweza kueleza lolote na dada yake ambaye alikuwa amemzidi kwa umri lakini hakuwa na ujasiri wa kusema, yeye alikuwa ndio akipepeza bendera ya ushahidi inayoweza kusababisha wale wahalifu kukamatwa. Umati uliokuwa umejaa mahakamani, watu wakiwa wameshika tama, waliendelea kumsikiliza mtoto Mliti akirejea kile kilichotokea siku hiyo. Jambo jingine, msikilizaji wangu, ni kwamba hata baba yao wakati akikatwakatwa kwa mapanga na wauaji hao aliweza kumtaja kwa jina mmoja wa wauaji akisema, fulani unaniua. Lakini hawa wauaji hawakujali, wakaendelea kutekeleza unyama wao, huku watoto waliokuwa wamejificha umbali kidogo wakienda mbali zaidi, wakihofia kwamba huenda wakimaliza unyama huu kwa wazazi wao, wanaweza kuwageukia wao, na haswa hilo lilikuwa lengo kwamba waweze kuteketeza familia nzima. Mpenzi msikilizaji, Mliti awali na wadogo zake pamoja na dada zake walikwenda kujificha eneo la jirani, lakini mahala walipokuwa wakishuhudia unyama huo. Baadaye Mliti akaanza kumvuta dada yake pamoja na huyo mdogo wao, ambaye walikuwa wamemziba mdomo kwa sababu alikuwa anataka kulia. Wakajua sauti ikitoka, wauaji watajua kwamba yuko wapi ama wamejificha wapi. Hivyo hao wakaenda mbali kidogo, huku kilio cha awali kikiwa kimeshitua baadhi ya wakazi wa kijiji hicho ambao walikuwa nyumba zao ziko mbalimbali mbali kidogo. Wauaji wakasema wasipoteze muda hapa kuwatafuta watoto hawa, huenda watu ama raia wema wanaweza kuja na kisha kuwabaini unyama wao. Hawa wauaji walipomaliza hao wakaondoka, huku baba yake Mliti na mama yake wakiendelea kumalizia pumzi ya mwisho ya uhai wao. Ni jambo la kusikitisha, watoto walishuhudia hilo. Lakini baada ya kuona hawawapati watoto hao, wakawa wameamua kwamba liwalo na liwe, lakini hawakuwa na shaka kwamba siri ya mtungi ya kile walichokifanya inaweza kuja kuwekwa peupe na watoto hawa, wakaondoka zao kwa ajili wasiweze kubainika. Msikilizaji wangu Mauaji haya yalitekelezwa vipi? Na je, rejea hii na ushahidi unaotolewa na mtoto Mliti mbele ya polisi, kasimama hapa mimbarini, kwa utoto wake anajaribu kukumbuka hili na lile, na wakati fulani wanampa muda wa kulia kwa sababu hawezi kuelezea ushahidi kwa mfululizo. Nini kitajiri? Tuungane katika sehemu ijayo. Ni mtunzi pia msimulizi wako Leonard Mubali, Nasema endelea kunitegea sikio katika mfululizo huu, adios amigo. Kwa leo, tukutane wiki ijayo tuone Mliti na familia yake anasema nini, na je polisi wanabaini nini? Duniani kuna watu na viatu. Kwa heri kwa leo.